Hello. Hi everybody. Habari gani? Na kwa majina naitwa Mompole aka Momo. Karibu katika darasa letu hapa uh, kuja kupa free class kutetia ni elimu ya kawaida ambayo yeah, tunaishi nayo kila siku lakini tunaichukulia poa. Yeah, tunaishi kwa mazoea. Sasa nakwenda kukuelezea kitu kimoja kinaitwa um, Uthubutu. Uthubutu na watu wenye uthubutu, na vilevile nakwenda kuwapa motivation vijana wenzangu juu ya namna ya kujiamini na kuweka uthubutu katika mipango yao ya kila siku. So, uthubutu ni hali ya mtu kufanya archi, eh, katika mipango yake, katika ku uh, kuthubutu kulifanya jambo eh, likaenda namna vile alivyolipanga lakini kwenye uthubutu na kufanikiwa na kutokufanikiwa, vijana wengi sana sasa hivi tunafanya mambo kwa majaribio. Mtu anajaribu tu pa, alafu anategemea kupata impact kubwa. Siku zote ukilifanya jambo kwa majaribio, majibu yake ni majaribio, na ukilifanya kwa uhakika, eh, na kulihimiza eh, consistent. Basi lazima impact nzuri. So mi leo nenda kuzungumzia swala la vijana, um, kutembea ni yani, kutembea kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani, ama kwenda kupata elimu, ama kwenda kusoma mazingira, ama kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani um, pata exposure, ama kwenda kutafuta maisha ni mimi kijana wako mtiifu Muhammad Pole, ungana nami. Don't forget to subscribe, share, like. So leo nitakwenda kuelezea story yangu fupi sana. mimi ni mtoto wa kimaskini kama watoto wengine, lakini sijisifi, nina uthubutu. nasikupata uthubutu mara moja, nilipata uthubutu wa kufanya mambo consistent. bila kukata tamaa sasa hizi niko nje ya nchi yangu, nikwenda nchi nyingine kufata maisha na alhamdulillah, nilipofika si pabaya. Lakini katika safari yangu yote nilikutana na vitu vingi sana, vikwazo vingi sana ambavyo kama ningekuwa sina uthubutu na jaribu eh, majaribu yange ni jaribu. So kwanza kutembea ni kutembea. So, wahenga wanasema mtembea bure tofauti na mkaa bure akinapingana nao tembee bure, tembea kwa mipango, bure kwa kwa mipango. So kutoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine ni elimu eh, unaweza ukapata elimu ya mazingira, elimu yaani ya kawaida tu. Kuna elimu huwezi kuipata darasani, isipokuwa ukaitafute kakutani nayo na changamoto zake ipata ikiwemo elimu ya safari. Watu wengi wakiwa wanatoa elimu uh, ya safari ni waongo. Kwenye safari kuna mambo mengi, lakini mengi tunayaficha, mengine hatuyaelezi eh, mabaya yanakatisha tamaa. Kwa mtu mwingine anaona akiyaficha pengine atakupa moyo, lakini ni vizuri sana kumwambia mtu kweli, ili mradi ajifunze awe na tahadhari. So, kutoka Naivasha kwenda Mombasa ni safari, kutoka Tanga kwenda Dar es Salaam ni safari, yeah? Sometimes tunaandikiwa riski zetu ziko sehemu nyingine kabisa, na hiyo kwa sababu tumeng'angana ukaa sehemu moja kwa muda mrefu, nachelewa kupata mafanikio. Umeelewa? Ukiona sehemu umekaa kwa muda mrefu na ujapata mafanikio hata nini, nakushauri hama, nenda sehemu nyingine. Vilevile, dini pia inatufundisha, hata kama mgonjwa anaumwa kwa muda mrefu nyumba moja na hajapata na afueni, na anatakiwa ahamie hata nyumba ya pili kwa jirani. Kwa hiyo hapo kuna funzo kubwa sana kwamba uh, kutoka sehemu moja kwenda nyingine kuna baraka, kuna elimu, kuna kitu wanasema uh, mguu wa kutoka mtume kauombea. So, kwenye, kwenye safari hizi kuna uh, elimu ya mazingira uh, elimu ya maisha, tamaduni eh? Tamaduni imebeba vitu vingi sana, vingi sana, na uwezo kujifunza ukiwa umekaa sehemu moja kwa muda mrefu eh? Lazima chukue hatua ufanye uthubutu wa hali ya juu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, umeelewa? Wengi tumeenda shule tuna marafiki tuna maana nini, wako sehemu tofauti tofauti. Ukitaka kwanza, mm, kuanza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, unaweza kufanya kidogo utafiti, unaweza kwenye mtandao ka tafiti ukafanya utafiti sehemu unataka kwenda e, ina opportunity gani ambazo unaweza kukufaa za ku benefit. Kuna side effect gani ambazo unaweza ka, ambazo unaweza ka, sababu kuna sehemu unaweza ukaenda pengine una tatizo la kiafya, zikawa haziendani na hali yako ya kiafya. So, eh, tafiti, kabla ujaenda, so, kabla mbali, ya kiafya lazima ufanye kabla ujaenda hiyo sehemu. Kabla sijaenda mbali nikuahidi kama nitakueleza stori yangu ya safari yangu, mi naishi nje ya nchi na iko nje ya nchi almost miaka nane tisa. Mimi nilianza kutafuta safari kipindi kirefu sana, kipindi kirefu sana sababu alhamdulillah wajomba zangu na watu walionizunguka walikuwa wakinispire sana, ambao walisafiri kwenda nchi tofauti tofauti. Wajomba zangu walikuwa wanapenda sana kusafiri kusafiri, kwa hiyo walikuwa wanapenda na hali walikuwa wakinispire ukirudi nyumbani, ukirudi nyumbani, ukisikia mjomba anakuja amenamna na mabegi kumi, kumi na mbili, kila mtu atapata chake kwenye kiatu. Siku ile hali ilikuwa kiukweli naipenda, inanivutia kutoa mjomba anakuja na begi la maviatu na nini, umeelewa? Anagawa kwa Mungu, yani karibuni watu wote tunapata. Unajua, zamani huwa kuna upendo sana ya zamani, huwa kuna upendo sana kulinganisha na na zama sasa hivi. Ili sasa hizo tumekuwa binafsi kulingana na maisha yalivyo. Zamani tulikuwa tunapendana sana sana, yani kitendo cha mtu, imagine mimi ni mjomba lakini mjomba ananikumbuka mimi mtoto wa dada ambaye na baba yangu yani, dada yake aliolewa kwa mjomba, ananikumbuka mimi, ananiletea zawadi. Sasa hivi wanga, sisi wote tunaelewa kama mimi nishakuwa mjomba na mimi hebu jichukulie wewe mwenyewe sasa. Wewe ni mjomba, una msaada gani kwa mjomba wako? kwa yako hamna. Lakini zamani kiukweli, tuache unafiki, watu wa zamani walikuwa kipendana sana. Unaweza kukuta wana mapungufu eh, wana magomvi yao, lakini tofauti na sisi sisi mhm. Mm -mm. Sijui ndo utandawazi sijui nini lakini hichi kizazi chetu kichezo sasa hivi tuna itilafu. So ile hali ya kuvutiwa na safari, mbona napenda kumuona mjomba wangu au mjomba zangu akisafiri akirudi siko ikipigwa simu pale na mbona kila mtu ataongea halo halo, mjomba. Je, anakuuliza tu maswali matatu, vipi shule imeisha? Unielewa? Kwa ile hali kikweli ni iko nayo moyoni kabisa. Mhm. Napenda safari mimi, nishajaribu safari mara kibao, nishapoteza hela kibao, nishatapeliwa. Mtu alikuja kunisaidia mimi, kwanza nilikuwa simwamini sababu nishachoka, nishapoteza hela, nishatapeliwa. Mimi kuna watu wakarimu sana, nishatapeliwa. Atakusaidia safari, tafuta kesi fulani, hela nyingi, unampa mtu, unamwamini. Unajua siku nyingine, bwana, ukiona matamanio haya eh, ukiona mambo ya safari safari, unakuona hari sana mtu akikwambia leta kesi fulani, unafanya hivyo. Yani kuna matamanio hali ya juu, sio chatapeliwa, hela zishaniondoka kwa hiyo. Kwanza nilikuwa kwanza, napenda kuwa kujitegemea mimi mwenyewe, napenda kujitegemea mwenyewe, napenda kuwa na changu mwenyewe. Kwa hiyo mimi nilipomaliza shule tu, nilimaliza form 4 tu, kaza ekaeka. Kwanza na mshikaji wangu mmoja anaitwa Chris ambao naye sasa hizi iko South Korea. Imagine. Yaani kikundi changu wote ilikuwa na tunatupendana kwa sababu watu safari safari. Yeye yuko South Korea sasa hizi anaisha na mwaka kama 16 ile ondoka kabla ya mimi. Bas Chris alikuwa na kaka yake na duka Kariakoo. Hem tagri na uzama simu. Sasa chamaliza shule vichwa hmm, vibovu, atakufanya vizuri, utafanyaje? Kwa hiyo ndio vijana wazuri wa mashati tunavaa, tunapendeza. Unajua sometime kuvaa na kupendeza ni dhamana kuonekana umevaa vizuri, eh, una muonekano mzuri, ni dhamana kubwa eh. Kosi kwa siku ni watu fulani, tunajipenda masharobaro. Kwa tukaenda kwa huyu jamaa anaitwa, nakumbuka anaitwa Sudi, bwana, ongea na Sudi pale Sudi, yeye anauza simu, anaenda China, masimu hizo masimu ya kamera, ile simu nzizo, simu zizo, simu kumbuka, zile simu zina kamera eh, zina tv, simu na tv hayo, kuna watu wajaona. I swear God, kuna watu wajai kuona simu na tv ile kipindi hicho, simu na tv hapa ina antena kabisa, simu la kichina fulani, bonge la dude. Basi tukamwona jamaa naye tutaka tufanye biashara, tutakusaidia kuuza. Yani yeye amesema kipindi cha sasa hivi ndo mawinga sisi mawinga, long time ago, miaka karibu ni kumi nao. Basi jamaa akatuamini akatupa masimu masimu ya Kichina makubwa. Jamaa akatupa mzigo kama milioni mia. Imagine na miaka mingapi, kama siku sasa ina miaka ishirini na moja na mi na mwenzangu, na miaka ishirini na moja, jamaa anatupa mzigo wa, wa, wa karibu ni milioni mia. Tunaenda Arusha kuna sehemu inaitwa Mto wa Mbu na kuna sehemu inaitwa Munduli. Tuna mwenye mtu mmoja anaitwa anaitwa Latisa. Unaelewa mwana? Kwa tunaenda kule na mbiwa. Tunauza masimu yale. Kule wanafanya wanategemea na, yani source yao ya income wana, wanafanya utalii. Unaelewa? Wana wana, wanapeleka watalii nini wanaozungushazungusha kuna nyama na nini na nini. Wanaela wanatumia dola. Na kweli bwana Mwenyezi Mungu akawa anatupenda tunapewa mzigo mkubwa, yani hatuna ulinzi, umeelewa? Lakini tunaenda kule, tunauza vitu na tunarudisha hela ya watu, imagine, roho safi, tuna tamaa. Tunauza vitu masimu yale, tunampa jamaa yale, sije tunamtumia, yani jamaa ya mpaka ikawa namna fulani hivi, jamaa ikawa sisi nitegemezi lake, yani anauza kale po, lakini sisi kwa bonge la branch, ina mwanangu mtoto wadogo tuna hela nyingi eh bwana eh, kwa napiga mastarehe ya tari, umenielewa. Sasa kile kitendo cha mimi kutoka Dar es Salaam kwenda Arusha, Arusha sina baba sina mama sina mtu yoyote, na kwenda nafikia hoteli, sina mtu nimemjua, sina connection naenza naenda na, naanza kutafuta marafiki wapya, connection mpya, watu wapya mwenyewe na mshikaji wangu. Nafika za hotelini asubuhi, natoka nje bwana eh, sisi tunatoka Dar es Salaam. Alafu kuna tabia moja watu wa Dar es Salaam kwa tunaheshimika, tunaonekana wajanja wauni. Basi bwana, tukapo. Tuka pale Arusha tumejitambulisha bwana, sisi tunafanya tunauza simu ning, tukaonyesha watu kweli. Fika pale Arusha, sasa sisi tukama bosi, tukapata eh mawinga wengine, wala kama tufanyia kasi zetu hotelini. Kwa hiyo ni short story ambayo nimekuelezea. Jinsi namna moja safari inavyomfanya mtu anakuwa na, na anakuwa na confidence anajiamini. Mtu yote anayosafiri bwana, hata akitoka akitoka sijui uh, Nairobi tu Naivasha, Naivasha tu Nairobi, Mombasa sijui wapi na Nakuru, yani ukipiga tazi tip zako zile, Tanga sijui Tanga Mombasa, uh, Dar uh, es Salaam, Mwanza Arusha, yani mtu yote ambaye anaweza kutembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, basi huyo mtu ana elimu kuliko mtu ambaye anakaa nyumbani tu. Anafanya shughuli zake kama amezaliwa Kinondoni Kinondoni basi atakuwa doni. Na kweli mdogo baba yangu Arusha, tunarudi wasiwasi kwamba wewe mbona unaenda huko, kwa safari ya usubutu wangu ilianza hapo kwenda sehemu ambayo sina mzazi, sina baba, sina mama, sina ndugu, sina rafiki na nika survive. toka siku hiyo nilijipa somo la uthubutu. Mimi sasa sasa, hii hata unipeleke sehemu yoyote, sina uoga, najua communication. Unaanzaje kuongea na mtu kwa mara ya kwanza ambaye hakujui? Ni vipi na unafanya mwingi jana mpaka mnakuwa mnaaminiana? So, wewe kijana mwenzangu, nimerudi tena katika uh, darasa langu hili la usubutu. Kwa hiyo, jipe elimu ya bure jaribu, eh, kujitoa acho kase moja kwa muda mrefu, inalemaza, inapumbaza, kipata wasaa hmm? Safiri safiri, sio lazima uende Ulaya, sio lazima uende Amerika, sio lazima uende Katari sijui Saudi Arabia au safiri Apopo, a, a, katika hizo nchi zetu za Kiafrika hapa, ipo katika hizo nchi zetu, kama uko Kenya, kama uko sehemu yote ile, toka sehemu moja nenda sehemu nyingine, kakae hata wiki kwanza. Asa, so unapata kitu. Kuna watu sababu ya mafanikio yao ni kwa sababu ya safari. Wengi sana nawajua, enlewa, na mimi na naapa mbele mwinzu, kama lighti ningelikuwa pale nilipo-nilipo nilipokuwa nilipo nimekulia nilipo na kila kitu Pengine mimi ni kwa mtu mwingine tofauti sana. Ningelema. Eh, watu wanasema sawaidi kwamba nabii akubariki nyumbani. Ni kweli nabii akubariki nyumbani. Kila mtu anauthibitisha huo. Ukiona sehemu mambo hayaendi, eh kijana. Unaelewa eh? Pengine familia yako sio kubwa. Jaribu kutoka. Na kama hujatoka nje ya mipaka ya nchi yako, jaribu hata pale pale nyumbani. Ukiweza kusurvive nyumbani, uweze kushinda popote. Kwa hiyo ili uwe mthubutu lazima ujaribu eh, kufanya mambo ambayo hukufundishwa darasani eh, mambo ambayo yanaenda kufundisha jamii. Ukipata elimu inatokana na jamii, basi lazima utapata usubutu. Hakuna mtu anayepata usubutu akiwa kalala usingizi kwenye godoro lake. Huwezi eh, kupata usubutu unaotokana na uzoefu experience ya matatizo eh, changamoto nyingi nyingi, zile ndio zinakupa usubutu. Eh, jasiri, kufanya unaweza kufanya vitu tofauti, so zumuni la hii elimu nataka kukupa hapa ni kukutia moyo wewe ndugu yangu kijana mwanzangu eh, kwamba safari ya maisha haijaisha, safari ya maisha haijaisha. Pambana kadiri uwezekanavyo, usiwe na matamanio makubwa, wenda mbali wakati hapa karibu hupajui wala huna experience nayo kila kitongoji kina, kina, kina, kina, kina, wana, wana, kila sehemu wana, wana tamaduni zao. Huwezi kuwafananisha watu wa Dar es Salaam na watu wa Mwanza, wana tamaduni tofauti. Wanaweza kama wanaongea lugha moja na kila kitu, lakini hata ile accent ni tofauti. Nenda jifunze kwanza. Toka, toka nyumbani nenda sehemu kajifunze kitu, toka sehemu fulani uh, toka Mombasa sijui ni Nairobi kakae hata wiki siku zote, kinachopatikana Nairobi hakiwezi kupatikana Mombasa, kinachopatikana Dar es Salaam hakiwezi kupatikana Mombasa. Lazima, dunia hii imejaa na vitu vingi sana, tukizungumzia ma biashara ndio ma biashara kibao, unielewa, una biashara, unaweza kufanya mambo nyumbani na ukafanikiwa. So lazima ah, mimi nitaenda Ulaya? No, una watu pastor, ndio una mtu kazi yake yeye, na msomi na digri fresh. Na hili pia na wasoma wa kuliangalia, watu wengi wanaosoma na kuoga oga sana, sijui kwa nini, hem tu kishasoma. Mimi naambia bwana, sasa zingine elimu ni nzuri, lakini elimu bwana inapumbaza sana, elimu inatia uoga sana. Jamaa kasoma vizuri anamkamaliza mashule, ana madigri yake fresh, tafuta kazi mpaka kiatu kimeisha, soli imeisha kiatu, hangaita nani, nifanye interview, nitakuita kesho, nitanini. Mshaizi wakaamua moja nikatembea, akatoka uh, Dar es Salaam akienda Morogoro, kwa sababu alisoma elimu nayo ndo ikaja, lakini alifanya uthubutu kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Akaona hapa na changamoto, hapo kuna kitu kinapatikana. Hapa nyumbani amna jamaa na uzama zao sasa hivi ni tajiri ana mahela, hakuna nakayapata wapi kwa sababu angekaa downtown pale anahangaika tu nini udalali, visimu wengine, asingepata hii channel. Jamaa akaanza na gunia moja na mchele akachukua pa Morogoro Dar es Salaam. Alipofika akaona mm elangu ishaisha, akafungua isha. kidogo kidogo akawa anauza kwa kilo. Sasa hivi ni mfanyabiashara mkubwa kweli kweli. Anauza mchele sasa, anauza mazao yote, pengine hata anapitisha nje ya boda sasa. Lakini hatua yake mmoja ya udhubutu, aliamua no, ngoja niende sehemu fulani. Kwa hiyo kusafiri kwenda sehemu fulani inategemea na udhubutu wako wewe vile vile, na utayari wako wewe vile vile. Lakini us, na kusicho tena, usiona matamanio ya kwenda mbali zaidi kabla hapo hujamaliza. Unajua, katika hizi hatua zetu za kusafiri kwanza lazima uwe, uwe vizuri katika mambo ya pesa. So kuna uh, fursa nyingi sana nyumbani. Mimi na hapa mbele, mimi sitaki unafiki. Mimi naishi nje na sasa hivi na, naona na eh naiona dunia katika engo nyingine tofauti ambayo sikuwa hivyo kabla, pengine najiona haba na akili nyingi, lakini sina akili nyingi. Pengine nisinge safiri nisinge kuwa na jicho hili hapa mimi ninavyojiona Laiti kama ningekuwa nyumbani sasa, ningekuwa mtu mmoja hatari sana, ningekuwa kama mambo kuangaika angaika, ningekuwa hatari sana, umeelewa? Na ki tayari nilishafanya maamuzi ya kwanza, nastaki kuwa mchoyo na na wa shukurani na kumiumbisha mwenye nataka Mwenyezi Mungu kwamba nataka huko, nataka ah, hii ndio ndoto yangu ya kwanza kuwa hapa nilipo, nashukuru alhamdulillah, lakini narudi.